Karibu Global Swahili News ni, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya na unaendelea vizuri na majukumu yako ya kila siku. Uhalisia e, Benjamin Netanyahu yeye hataki vita iishe e, Benjamin Netanyahu pamoja na serikali yake e, Bezalel Smotrich, waziri wa fedha, lakini waziri wa ulinzi Israel Katz pamoja na e, waziri wa usalama Itamar Ben-Gvir Hawa watu hao hawataki e, vita kati yao na Hamasi iweze kuisha. E, wiki iliyopita tuliweza kushuhudia kuwa e, Trump kuweza kuachia au kuweza kutoa ule mpango wake e, wa vipengele ishirini vya kuweza kumaliza vita kati ya Hamas pamoja na Israeli, lakini kwenye huu mpango ambao uliweza kutolewa na e, Donald Trump ni mpango ambao umejaa E, mitego mingi, mitego ambayo e, walikuwa wana, waliokuwa wanajiwinda wao yani e, Benjamin Netanyahu pamoja na, na, na, na Donald Trump. Sasa kwa upande wangu mimi, mpaka sasa naweza nikasema kuwa e, Benjamin Netanyahu ndio alienaswa kwenye mtego na kunajua kuwa e, Benjamin Netanyahu ni moja ya e, viongozi ambao wanatumia akili nyingi sana kwa ajili ya kuweza kutekeleza uhalifu wao. Sasa kwenye hivi vipe, hu, kwenye huu mpango wa Donald Trump wa vipengele ishirini kuna vipengele ambavyo eh, kwanza kabisa eh, Benjamin Netanyahu lengo lake lilikuwa ni kwamba eh, Hamasi wasikubali huu mpango wa, Benjamin, um, huu mpango wa, wa Donald Trump kwa sababu eh, kuna baadhi ya vipengele ambavyo vipo kwenye huu eh, mpango wa Donald Trump ambao eh, alikuwa anaamini kwamba amini, kwa eh, eh, amini Benjamin Netanyahu walikuwa anaamini kwamba hamasi hawawezi wakakubali vipengele, kwa mfano eh, vya hamasi kuweza kusalimisha silaha zao pamoja eh, na na, na, na, na, na, eh, kipengele mfano cha kutokuamini kwa sababu kwenye huu mpango unasema kwamba IDF itaondoka Gaza, lakini hapajaonyeshwa ni tarehe gani ambayo IDF wataweza kujiondoa ndani ya Gaza. Wamesema tu IDF wataanza kuondoka ndani ya Gaza, lakini hawajasema ni tarehe ngapi rasmi ambayo e, IDF wataanza kuondoka kwenye. Kwa hivi ni baadhi ya vipengee ambavyo Benjamin Netanyahu yeye alikuwa nami kwa sababu E, hata kwenye yale ya kwenye ule mpango wa Januari 2025 ya mwaka huu e, Hamas walikuwa wanatumia e, walikuwa wanakataa kusitisha mapigano kwa sababu ya ya ya ya ya, kipengele cha wao kuweza kusalimisha silaha zao e, kwa hiyo Benjamin Netanyahu walikuwa wanaamini kwamba e, kwa kuwepo kwa vipengele hivi ndani ya ya huu mpango wa Donald Trump, Hamasi hawawezi kukubali. Na ndiyo maana sasa aliweza kupokea kwa mshangao taarifa ya, ya, ya, ya Hamasi kuweza kukubaliana na huu mpango, kwa sababu lengo lake lilikuwa ni Hamasi waweze kukataa, kwa sababu yeye anataka kuendelea na vita. Na kuendelea kwa vita kwa e, Israeli na Hamasi manake inampa kinga e, ya kisiasa Benjamin Benjamin Netanyahu Benjamin ndani ya, Netanyahu ya serikali au ndani ya ya Israeli kwa sababu Benjamin Netanyahu anakabiliwa na, na, na kesi mbalimbali mbali, ndani ya Israeli, lakini kwa sababu ya vita ambayo inaendelea, maana yake wako sasa wana focus na vita, lakini mwisho wa siku wanaacha e, mambo ya ndani ambayo e, kama kusingekuwa na vita, basi yangekuwa na zungumzo kwa hiyo e, kitendo cha vita eh, kuisha kati ya Hamas pamoja na Israeli of course ni faida kwa Israeli, na ndio maana tunaona, eh, waandamanaji wanataka eh, wale ndugu zao ambao walikuwa wamechukuliwa mateka waweze kuweze kuachiwa eh, ku, na kuweza kusitisha eh, hii vita. Lakini eh, hii faida ya eh, kuna vitu viwili kwamba kuna Israeli pamoja na eh, waziri mkuu kwa kuweza kumaliza vita kati ya Hamas pamoja na Israeli ni faida kwa Israeli, lakini kwa Benjamin Netanyahu kwake inakuwa ni, eh, ni, ni, ni ni vigumu, kwa sababu inampa wakati mgumu eh, wa kisiasa. Maanake kama vita itaweza kuisha, kitakachofuata ni kuweza kufufua sasa makaburi yale ambayo yalikuwa yamefukiwa ya kesi za Benjamin Netanyahu. E, ikiwa ni pamoja na kesi ambayo ilikuwa imepewa jina la elfu nne. Kuna kesi nyingine kwa mepewa jina la, e, e, la, la, la, la, la elfu tatu ambazo zinahusiana na mambo ya rushwa, lakini pia e, kuna e, kitu, kuna, kuna kingine ambacho kilipelekea hata baadhi ya viongozi kuweza e, kutolewa madarakani na Benjamin Netanyahu ni kuhusiana na tukio lenyewe la Oktoba 7 ambalo lilipelekea hiki ambacho kinaendelea eh, eh, kati ya eh, kwenye hii vita ya Hamas pamoja na Israeli eh, wengi wanainyoshea eh, wanainyoshea eh, kidole ofisi ya waziri mkuu PMO, kwamba eh, uchunguzi ufanyike eh, kwenye ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kuwa kuna eh, wasiwasi kuwa eh, Benjamin Netanyahu au ofisi ya waziri mkuu iliweza kushiriki katika kuandaa au ku, ku, ku, katika e, kuweza kutokea kwenye hili tukio la Oktoba 7, e, kwa hiyo e, kwa Benjamin Netanyahu kwa sasa hivi manaake yanaangalia namna ya kuweza kupindua au kuweza kuyakataa e, haya e, e, hizi vipengele ambavyo Benjamin ambavyo Donald Trump ameweza kuviweka. E, kwa sababu kwake yeye itakuwa imempa wakati mgumu pamoja na, e, na, na serikali yake e, wakina Bezalel Bezalel Smotrich e, zile ile kazi waziri wa, wa, wa, wa ulinzi, lakini pia kama Hamasi wangeweza kukataa huu mpango wa Donald Trump, manake tayari Donald Trump wangekuwa e, ameingia kwenye mtego kwa sababu e, E, Donald Trump yeye mwenyewe alisema kuwa endapo Hamas watakataa huu mpango ambao ameutoa, basi ataiachia e, e, ataiachia Israeli uweze kuendelea e, na kile ambacho imekuwa ikikifanya e, lakini Donald Trump au tuseme Hamasi ni kama waliamua kujitoa muhanga kwa sababu hata kama e, e, wamekubali kuachia ma, ma, mateka Wawaamini Hamasi kutoku kushika au kuongoza Gaza, kwa sababu wao lengo ni kuweza, wanapambana kwa ajili ya Palestina, sio kupambana kwa ajili ya kupata madaraka. Kwa hiyo ni kama Hamasi nao, baada ya kuona mambo kwao yamekuwa magumu, kwamba wakikataa maanake watapelekewa, watafanya sasa, kitakachofuata ni kwamba Israeli itaweza kuendelea na mashambulizi. E, e, e, ambayo ilikuwa inayafanya mwanzo ni kama wao pia waliamua kujitoa muhanga, kwamba sasa hapa bwana, kinachofuata ni tufe wote. Nandiyo, sasa, na ndio maana sasa ni kama nao walikuwa wameshafahamu kuwa, kuwa e, e, ndani ya Israeli ni e, Benjamin Netanyahu hali yake ya kisiasa e, inamwendea vibaya, kwa hiyo ndio maana wameamua kukubali baadhi ya vipengele na kuweza e, kuendelea na mazungumzo e, ya, ya huu mpango wa, wa Donald Trump e, ambayo mazungumzo pia yanaendelea yalianza siku ya Jumatatu e, nchini Misri ikiwepo mm. mjumbe wa, wa... E, wa, wa Marekani Steve Witkoff, pamoja na, e, na Jared Kushner, huyu baba mkwe wa, wa, wa Donald Trump, ni moja wa watu ambao wanashiriki kwenye haya mazungumzo ambayo yanaendelea e, kule nchini chini giti Kairo, mazungumzo ambayo yamejikita hasa, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetoka, ni kwamba wamejikita zaidi kwenye e, kujadili vile vipengele ambavyo e, Hamasi wamevikubali vya kuweza kuwaachia mateka pamoja na u, uwa, e, Hamasi kuto kushiriki au kuto kushika nyadhifa mbalimbali za, e, za uongozi ndani ya ndani ya, ya, ya Gaza. Kwa hiyo e, e Benjamin Netanyahu pamoja na wenzake sasa hivi wanaangalia ni namna gani ambayo e, wanaweza wakafanya ili waweze kuendelea na, na vita. Na pia tunaweza tukashuhudia kuwa huu mpango usitekelezeke kwa sababu sio mara ya kwanza e, e, Israeli kuweza e, kuenda kinyume na, na, na, na, na makubaliano ambayo wanakuwa wameyaweka sababu hadi hivi sasa tunavozungumzia tunavozungumza e, Israeli bado inafanya mashambulizi ndani ya, ndani ya Gaza yapo pamoja na, na, na Hamas kuweza kukubali au kuweza kukubaliana na mpango wa Donald Trump, kwa baadhi ya vitengele e, ambavyo vipo kwenye huo mpango ko vyote hivyo vinatengeneza mazingira ya wasiwasi kwamba e, huu mpango unaweza usitekelezeke kwa sababu ya tabia ya Benjamin Netanyahu e, kuweza kwenda kinyume na, na makubaliano ambayo wanakuwa wamekubaliana.